Thailand imesema imeanzisha mashambulizi ya angani ndani ya Kambodia siku ya leo Jumatatu, baada ya mapigano kuzuka katika maeneo kadhaa ya mpaka unaogombaniwa, huku kila nchi ikilaumu nyingine kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano iliyowezeshwa na rais wa Marekani Donald Trump. Msemaji wa jeshi la Thailand amesema angalau askari mmoja wa Thailand ameuawa na wengine wanane kujeruhiwa katika mapigano mapya yaliyotokea mnamo saa kumi na moja alfajiri kwa saa za huko. Jeshi la Thailand limesema Cambodia ilikusanya silaha nzito, kuhamisha vitengo vya mapigano na kuandaa vikosi vya usaidizi vinavyowezesha kuongeza kiwango cha operesheni za kijeshi. Maendeleo haya yamelazimisha matumizi ya nguvu za anga ili kudhoofisha na kupunguza uwezo wa kijeshi wa Cambodia, limesema jeshi la Thailand katika taarifa yake. Waziri wa ulinzi wa Cambodia amesema katika taarifa yake kuwa jeshi la Thailand lilifanya mashambulizi ya alfajiri dhidi ya vikosi vyake katika maeneo mawili kufuatia siku dha za vitendo vya uchokozi na kuongeza kuwa wanajeshi wa Kambodia hawakujibu mashambulizi hayo. Kiongozi wa zamani mwenye ushawishi mkubwa wa Kambodia Hun Sen, ambaye ni baba wa waziri mkuu wa sasa Hun Manet, amesema jeshi la Thailand ndilo washambuliaji wanaotaka kuchochea majibu ya kulipiza kisasi na akawasihi wanajeshi wa Kambodia kuwa na uvumilivu. Mstari mwekundu wa wakati wa kujibu tayari umewekwa, Hun Sen aliandika kwenye mtandao wa Facebook, hata hivyo bila kufafanua zaidi na kuongeza Nawasihi makamanda katika ngazi zote kuwafundisha maafisa wa askari ipasavyo. Afisa mwandamizi kutoka Kambodia amesema raia watatu wa Kambodia walijeruhiwa vibaya hadi sasa. Wizara ya ulinzi ya Kambodia imesitiza kuwa haijajibu kwa njia ya kijeshi. Mgogoro huu wa muda mrefu wa mpaka kati ya nchi hizo mbili ulizuka tena na kuwa mapigano ya siku tano mwezi Julai kabla ya makubaliano ya kusitisha mapigano kufikiwa kwa usimamizi wa waziri mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim na rais Marekani Donald Trump, ambao pia walishuhudiwa kutiwa saini kwa makubaliano mapana ya amani mjini Kuala Lumpur nchini Malaysia mwezi Oktoba. Anwari ambaye ndiye mwenyekiti wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, yani ASEAN, amezitaka pande zote mbili kuwa na uvumilivu wa hali ya juu na kuendeleza njia za mawasiliano. Mapigano haya mapya yanahatarisha kazi kubwa iliyofanywa katika kurejesha utulivu wa uhusiano kati ya majirani hawa, Anwari ameandika kwenye mtandao wa X , zamani Twitter, ni nadra kwa nchi za kusini mashariki mwa Asia kushiriki katika mapigano ya kijeshi baina yao katika miongo ya hivi karibuni, hasa mashambulizi ya anga ya kuvuka mipaka. Fishet Folket, mkazi wa wilaya ya Ban Krueat upande wa Thailand karibu na mpaka wa Cambodia, amesema alisikia milio ya risasi tangu alfajiri ya leo, ili nishitua. Milipuko ilikuwa wazi kabisa, boom boom, alisema kwa simu na kuongeza kuwa nilisikia kila kitu vizuri, baadhi ni silaha nzito nyingine ni za kawaida. Jeshi la Thailand limesema zaidi ya raia laki tatu na elfu themanini na tano katika wilaya nne za mpakani wanaendelea kuhamishwa huku zaidi ya raia thelathini na tano elfu tayari wakiwa katika maeneo ya muda ya kuwahifadhi. Upande wa Kambodia, mwanasiasa wa upinzani Mitch Sovanara amesema raia pia wanahama kutoka maeneo yanayopakana na mapigano. Nimesikia milio ya mabomu, ameliambia shirika la habari la Reuters kupitia ujumbe wa sauti kutoka mji wa Samruang, makao makuu ya mkoa wa Odar Missione unaopakana na Thailand. Zaidi ya familia elfu moja na mia moja katika mkoa wa Odar Missione zimehamishwa kwa mjibu wa mamlaka za eneo hilo. Katika mapigano ya mwezi Julai, watu wasiopungua arobaini na wanane waliuawa na takribani watu laki tatu walilazimika kuyakimbia makazi yao kwa muda, huku majirani hao wakishambuliana kwa makombora na mizinga kwa siku tano mfululizo. Kwa zaidi ya karne moja, Thailand na Cambodia, Kambodia zikigombania maeneo yasiyopimwa kikamilifu katika mpaka wao wa ardhi wa kilomita 817 sb uliopimwa kwa mara ya kwanza mwaka 1907 na na Ufaransa wakati ilipokuwa inaitawala Kambodia kama koloni. Mzozo huu wa muda mrefu umekuwa ukizuka mara kwa mara kwa mapigano madogo madogo, kama vile mashambulizi ya mizinga kwa wiki moja mwaka 2011. Licha ya juhudi za kusuluhisha madai hayo kwa amani, mvutano ulianza kuongezeka mwezi Mei mwaka huu baada ya kuuawa kwa askari wa Cambodia katika tukio la kurushiana risasi kwa muda mfupi, na polepole ukageuka kuwa mabishano ya kibalozi na hatimaye mapigano ya kijeshi. Ingawa Anwar na Trump waliweza kusimamisha mapigano ndani ya siku chache na baadaye wakaimarisha makubaliano ya kusitisha mapigano katika mkutano wa kilele wa kikanda mwezi Oktoba, Thailand ilitangaza mwezi uliopita kuwa inasitisha utekelezaji wa makubaliano hayo kufuatia mlipuko wa bomu la ardhini uliomlemaza askari wake mmoja. Thailand imerudia mara kadhaa kuihusisha Cambodia na kulipua mabomu mapya ya ardhini katika maeneo ya mpaka unaogombaniwa, mabomu ambayo yamewajeruhi vibaya askari wake angalau saba tangu mwezi Julai. Hata hivyo, Cambodia imekuwa mara zote kikanusha madai hayo. Baadhi ya mabomu yaliyopatikana mpakani huenda yalikuwa yamepandikizwa hivi karibuni, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters ya Oktoba, iliyotegemea uchambuzi wa wataalamu na vifaa vilivyogunduliwa na jeshi la Thailand. Hii ni Msasa Media.